jambo lingine muhimu sana ndugu zangu katika kipindi hiki cha uongozi wa mheshimiwa daktari samia suluhu hassan ni kuanza kwa safari za usiku na mchana tunaita safari za saa 24 mnafahamu serikali ya awamu ya sita iliondoa zuio la mabasi kusafiri usiku ambalo liliwekwa mwaka 1994 kakumbuka mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuwa akiahirisha bunge la kumi na moja elfu mbili na ishirini na tatu alitoa maelekezo kwa wizara ya mambo ya ndani ya nchi ishirikiane na wizara ya uchukuzi kuweka utaratibu ambao utaruhusu safari za usiku kuanza. Na kauli hii ya mheshimiwa waziri mkuu haikutokea hivi hivi ni kazi ambayo tumeifanya kwa kushirikiana na jeshi la polisi na wadau, taeleza hapa mbele sababu ambazo serikali ilifikia, lakini pia naweza kusema ni usikivu wa serikali hii ya awamu ya sita, kwani tangu mwaka 1994 mpaka mwaka 2024, miaka mingapi? 30 tunazungumzia, si ndio? ts yes. hakukuwa na mahitaji ya kusafiri usiku. Hatukuwa tukisafiri sisi na mabasi yetu usiku, magari yetu ya binafsi. Ilikuwaje? Yani, serikali iliona kwamba lazima tu watu wasafiri mchana, ndio ikatokea misongamano kwenye vituo vya mabasi, watu kushindana na magubi. Kipindi hicho ndio sisi tumefungia sana mabasi, sababu watu wanashindana tu, wanagombana, wanachezea mifumo, ajali nyingi. Serikali sikivu ya mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ikasikiliza maombi ya Watanzania na kafanya maamuzi kuanzia tarehe moja Oktoba 2023, tarehe moja Oktoba 2023 safari za usiku zilianza. Na kama mnakumbuka vizuri, wanahabari, tarehe 29 Septemba 2023 aliyekuwa mwenyekiti wa baraza la taifa la usalama barabarani na mwenye, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Jumanne Sagini Mbunge akitangaza maamuzi ya serikali ya kuanza kwa ratiba za safari za usiku na mchana, kwa hasa tukisema safari za usiku, alisema yafuatayo. Sababu zake kwa nini serikali imeruhusu na nani mkuu. Alitoa sababu sita. Ya kwanza alisema, udhibiti wa usalama kupitia jeshi la polisi umeimarishwa kutokana na jitihada za serikali ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Suala la kwanza usalama, udhibiti wa usalama kupitia jeshi la polisi uliimarika. Sababu ya pili akasema mwamko wa wananchi hususan wafanyabiashara kutumia taasisi za kifedha badala ya kusafiri na fedha taslim kesh umeongezeka. Enzi hizo magari yalikuwa yanaporwa usiku, watu walikuwa wanasafiri na maburungutu ya pesa Dar es Salaam kununua mitumba, arudi mkoani, ambeba keshi zake kwenye koti, kwenye socks, kwa majambazi kusimamisha, wakapata chochote kwenye gari hao. Kwa hiyo ilikuwa kwe ni moja ya sababu ya serikali kufanya maamuzi hayo.